Kuanzisha biashara. Unajua, kuna watu wengi wanatumia simu zao kwa matumizi mbalimbali na wanatumia pesa nyingi kununua vitu kama airtime, kununua bando, lakini hawafahamu kuwa hizo pesa wanaweza wakazitumia kwa njia ya kufanya biashara. Hii simu ni muhimu sana kwa kufanya biashara. Sasa kaa nami, nitakuelezea jinsi ya kutumia simu yako ili uweze kutengeneza pesa katika mpangilio wa biashara. Sasa nisikilize, nitakueleza mbinu saba za kuweza kutumia hiyo simu yako ili utengeneze pesa ili nalokwambia ni la kweli, kaa nami mpaka mwisho nikuelezee hizo mbinu saba za kutengeneza pesa kwa kutumia tu simu yako ya mkononi. Sasa utafanikiwa kutumia simu yako kufanya biashara kwa mfumo unaoitwa wa drop shipping. Sasa drop shipping ni kitu gani? Sikiliza nikueleze. Sasa drop shipping ni kitu gani? Fikiria hivi, wewe ni bosi una duka lako mtandaoni lakini huna store, huna stress za kupeleka mzigo. Hiyo ndio inaitwa dropshipping. Yaani huu ni mfumo ambao unauza bidhaa za watu wengine na kuweka faida yake mfukoni bila hata kuigusa hiyo bidhaa. Ni udalali wa kidigitali, na mchongo wenyewe uko kama hivi. Namba moja, unafungua duka lako la mtandaoni, yaani kwenye Instagram, TikTok au Facebook, na hii unafungua bure. Namba mbili, unatafuta msambazaji, yaani supplier. Unachukua picha za bidhaa zake. Namba tatu, yeye anauza kwa kwa mfano elfu thelathini, na wewe unaposti kwa elfu hamsini. Namba nne mteja anakuagiza na kukulipa wewe shilingi elfu hamsini. Namba tano unachukua faida yako ya shilingi elfu ishirini na unampa supplier elfu thelathini elfu thelathini yake na details za mteja. Namba sita supplier anapakia na kutumia mteja moja kwa moja mzigo wake. Namba saba wewe unabaki na faida yako bila kutoa jasho. Huu ndio ujanja wa dropshipping. Mtaji wako pekee ni simu, simu yako pamoja na bando. Sasa tuingie kwenye zile sehemu muhimu saba nilizokutajia. Sasa tuingie kwenye mbinu saba nilizokuahidi, ambazo nitakueleza moja baada ya nyingine. Sasa tuangalie mbinu ya kwanza. Mbinu ya kwanza ni kuchagua niche market. Sasa niche market ni kitu gani? Ngoja nikuelezee: kosa kubwa linalowafelisha watu wengi ni kutaka kuuza kila kitu. Unataka kuuza nguo, simu, viatu, makeup. Hiyo ni tiketi ya kufeli papo hapo. Lazima uchague eneo moja maalum, yaani ndio inaitwa niche, na uwe mfalme wa eneo hilo. Kwa nini niche ni ya muhimu? Inakufanya uwe legend badala ya kuuza nguo, uza nguo za jimu kwa wanawake. Badala ya kuuza electronics, nenda kwenye vifaa vya simu kama vile light, kama vile ring lights na spika za Bluetooth. Sasa utajuaje nishi inayolipa? Angalia watu wanalalamika nini mtandaoni, wanatafuta nini ambacho hakipatikani Ingia kwenye Google Trends. Chungulia watu wana sechi nini Kenya au hata Tanzania. Angalia Instagram. Bidhaa gani zinaulizwa na ni bei gani? Kila sekunde zinaulizwa bidhaa. Sasa kuchagua nishi ambayo ni sahihi ni kujenga msingi wa jumba lako la kifalme. Namba 2 ni kutafuta wasambazaji ambao watakusaidia. Sasa msambazaji wako ndiye moyo wa biashara yako. Akizingua, biashara yako imekufa. Sasa kuna aina mbili za wasambazaji. Kwanza ni wasambazaji wa kimataifa ambao mfano ni kama ni AliExpress au hata Alibaba. Hawa wana mamilioni ya bidhaa kwa bei ya kutupa. Faida inaweza kuwa kubwa sana. Changamoto ni nini? mzigo unafika baada ya wiki nyingi, na hapa lazima umwambie mteja ukweli mtupu afahamu. Kundi la pili la wasambazaji ni wasambazaji wa ndani yani local suppliers. Hii ndiyo siri ya kitajiri fikiria, wauzaji wa, wa Kariakoo hawa wamekaa na mizigo mingi hawajui mahali pa kuipeleka. Faida ni iko wapi? Mteja anapata mzigo ndani ya siku moja changamoto ni ipi? Hawajui hata nini maana ya dropshipping. Sasa hapa ndipo ujanja wako unapoingia. Usiende na kuuliza mnafanya biashara dropshipping, nenda kinyamwezi, jenga urafiki, mwambie jamaa, nina wateja wengi kuliko unaowahi kuwaona mimi, natangaza, nilipata mteja na kulipa na kukupa details na umtumie mzigo. Nani atakataa pesa za bure? Hakuna mtu anaweza kukataa, na hivyo ndio dropshipping inavyofanya kazi. Namba tatu, anza na majukwaa. Hapa huhitaji website ya mamilioni ya pesa, kumbuka tunaanza na mtaji sifuri. Sasa simu yako ndio duka lako. Kwa hiyo namba moja anza na mitandao ya kijamii fungua, kurasa za Instagram, Facebook na hata TikTok sasa hivi ikiwezekana. Hii ni bure na zina nguvu kuliko unavyofikiria. Piga picha kali, andika maelezo ya moto na anza kuposti. Tumia WhatsApp application au WhatsApp business kufungua kufunga dili mauzo mengi yako Afrika Mashariki na yanaanzia hapa. Namba mbili, panda level revo na baadaye anza na duka la Shopify. Ukishaanza kupiga pesa na unataka kuonekana uko pro zaidi, hapa sasa unaweza kwenda Shopify ambayo ni duka la mtandaoni, lakini nasisitiza anza na mitandao ya jamii kwanza. Pesa ikianza kuingia, ndipo unawekeza kwenye majukwaa ya kulipia kama hayo ya Shopify. Namba nne, rahisisha malipo kwa kutumia mobile money applications. Usipofanya hili, kuna uwezekano utapoteza asilimia 99 ya wateja wako. Soko letu la Tanzania na Kenya linaishi kwa M-Pesa na Tigo Pesa na hata Airtel Money. Ukiwaambia walipe kwa kadi za benki tu, umeshawapoteza. Sasa ukiwa Instagram ni rahisi, wanakutumia pesa moja kwa moja. Lakini ukihamia Shopify unahitaji kitu kinaitwa payment gateway, kama vile pesa po. Hii inaruhusu mteja kulipa kwa kutumia M Pesa moja kwa moja kwenye website yako. Mteja anafika checkout, anaweka namba na anamaliza mchezo hapo hapo. Hakikisha unafanya iwe rahisi kwao kukulipa. Namba tano, tumia social media kupata wateja. Mpaka sasa tayari una duka na pia una bidhaa lakini hauna wateja. Sasa jibu ni moja tu. Mambo ya masoko ndio atakupa wateja na unaweza kuanza bila hata ya kutumia shilingi moja. Namba moja ni swala la maudhui. Acha kuposti picha na bei Tengeneza video fupi zinazofundisha. Unauza vifaa vya mazoezi? Onyesha mazoezi ya nyumbani. Unauza vipodozi? Onyesha jinsi ya kutumia hivyo vipodozi. Kuwa mtaalamu na watu watakufuata. Namba mbili, shirikiana na watu wanaoitwa influencers. Huna haja ya kumtafuta mtu kama tafuta watu wenye followers kama elfu moja au hata elfu kumi Wengi watakubali kukutangaza au kukutangazia kwa kuwapa bidhaa zako bure. Ni njia ya haraka ya kufika maelfu ya watu, ya kuwafikia maelfu ya watu. Namba tatu, vamia vikundi vya Facebook na WhatsApp. Jiunge na vikundi vya wazazi, kama wanauza vitu vya watoto, toa ushauri halafu kwa ujanja tangaza biashara yako kwa hao wazazi. Namba sita. Anza na faida kidogo ili kujenga mtaji wako wa biashara. Sikiliza kwa makini, hautakuwa milionea kwa siku moja. Lengo la kwanza ni kupata ushindi wako wa kwanza. Anza na bei itakayokupa faida ndogo lakini ya uhakika. Pata bidhaa kwa shilingi elfu ishirini na uza kwa shilingi elfu thelathini Faida yako inakuwa ni shilingi elfu kumi Inaonekana ni ndogo. Uza bidhaa kumi na umeshika laki moja Uza bidhaa mia moja umeshika milioni moja. Hiyo faida usiiguse, itumie kulipa matangazo ya Facebook na Instagram, itumie kununua bidhaa chache uwe nazo mkononi. Anza kidogo ikuze hiyo faida na utashangaa biashara yako itakavyolipuka. Huu ni mchezo wa muda mrefu. Namba tano na ya mwisho ni kurasimisha biashara yako, kwa sababu ulipoanza ilikuwa ni ndogo, ulikuwa unafanya mambo kienyeji. Sasa unatakiwa kuirasimisha. Unafanyaje? Sasa biashara yako ikiwa imeanza kukua, ni lazima uirasimishe. Sasa hii ina maana gani? Namba moja, sajili jina la biashara. Nenda BRELA au eCitizen kwa Kenya. Hii inawafanya watu wa kuamini papo hapo, ukishajisajili au ukisajili biashara yako. Namba mbili, pata namba ya mlipa kodi, yaani tini namba. Nenda TRA, ni bure na ni muhimu kufungua akaunti ya benki ya biashara. Namba tatu, jua sheria za kodi, jifunze kuhusu kodi hii inakuepusha na matatizo ya sheria na inafungua milango ya mikopo kwa wekezaji. Sasa nina wito. Mpaka sasa hivi nimekuelezea mbinu saba za kuweza kutumia simu yako kutengeneza pesa. Sasa hebu niambie, ni mbinu gani imekuvutia, au ni mbinu gani ina changamoto, ili niweze kukusaidia kukupa mawazo zaidi. Mbili ni swala la kusubscribe ili uweze kuona eh, video zetu na kuomba usubscribe huduma zetu kwa kubonyeza hicho kibofya cha subscription, ili uweze kuona video zetu kila tunapotoa za How to Start Business. Kwa kumalizia, napenda kukuambia kuwa uhitaji mamilioni ya pesa ili uweze kufanya biashara. Unaweza ukaanza biashara na mtaji mdogo tu na kutumia chombo kidogo kama simu tu. Kwa hiyo nimekupa elimu Jipange, anza kufanya hiyo biashara vinginevyo. Nakutakia uangalie vipindi vyetu vijavyo, na mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena kuanzisha biashara.